Mheshimiwa Spika, ni, ni kweli e, mamlaka yetu ya hali ya hewa ilitoa tahadhari hiyo, na katika baadhi ya maeneo ni kweli tumeona e, mvua zikiwa na mtawanyiko usio wa usiozoeleka na baadhi ya maeneo mvua zikiwa zimechelewa. Mheshimiwa Spika, naomba nitumie bunge lako tukufu kuwatoa hofu wa Tanzania kwamba kwa sasa tuna chakula cha kutosha mahitaji ya chakula, che, chakula cha akiba kwa nchi ni takriban tani laki moja na nusu na sasa nchi ina zaidi ya tani laki nne za akiba. Kwa maana hiyo tuna laki moja na nusu ambayo ni standard na tuna zaidi ya laki mbili ambazo ni za ziada. Rai ambayo nilitoa hata nilipokutana na wakuu wa mikoa ni kuendelea kuwahamasisha Watanzania katika maeneo ambayo e, yame, yanaweza kuwa na mvua zisizoridhisha kuzingatia ushauri wa aina ya mazao ya kupanda ambayo yanaweza yakakamilika e, yaka yakaiva kwa kuzingatia mvua hizo hizo ambazo zimetabiriwa kwamba huenda zisiwe na mtawanyiko mzuri. Tunajua maeneo ambayo huwa yana mvua chache hivyo wananchi wa maeneo hayo wazingatie kupanda mazao ambayo yanaweza yakamudu yaka eh, kukomaa eh, kwa, ku, kwa kutegemea mvua zenye mtawanyiko ambao unaweza usiwe wa kuridhisha. Hata hivyo, tumeelekeza pia eh, wakuu wa mikoa wa, watoe elimu kwa wananchi wetu eh, kuendelea kuwa na matumizi bora ya matumizi mazuri ya chakula kilichopo na kile kitakachovunwa kwa sababu e, kwa tahadhari hiyo tuliyopewa, huenda kwenye siku za usoni ndiko tukaanza kupata matatizo ya upungufu wa chakula. Kadhalika tumetoa rai kwa wananchi e, kutunza, chakula, kutunza chakula na kuwa na matumizi ya, ya lazima tu ili kuweza kujiandaa E, endapo katika baadhi ya maeneo ambayo kunaweza kukawa na, na tatizo zaidi la mtawanyo wa mvua basi tuwe na akiba ya chakula. Hata hivyo, Mheshimiwa Spika, e, kwa, kwa tahadhari ambayo Mheshimiwa mbunge ameitoa ya, ya kuelekea kwa Kwaresma na mwezi mtukufu wa Ramadhani, hatuna kisingizio cha kupandisha bei kwa sababu kwa sasa tuna akiba ya chakula ya kutosha kwa nitoe rai kwa, kwa wafanyabiashara wasitumie vipindi hivyo vya Kwaresma na mwezi mtukufu wa Ramadhani kutaka kujipatia faida iliyopitiliza viwango ambayo inaweza ikaumiza Watanzania kwa kisingizio cha tahadhari iliyotolewa na mamlaka ya hali ya hewa. E, kwa sasa hatuna upungufu wa chakula na tuna ziada na, na pale ambapo pana tatizo Eh, serikali kupitia wakala wa chakula imeendelea kupeleka eh, chakula ili kuweza kuhakikisha wananchi hawapati wa shida, Watanzania wote waweze kumudu kupata chakula.